Shukrani kwa Mungu kwa ulinzi wake. Zaburi mia moja ishirini na moja, saba, hadi nane. Bwana atakulinda na mabaya yote, atakulinda nafsi yako. Bwana atalinda kutoka kwako na kuingia kwako, tangu sasa na hata milele. Ndugu wapendwa katika Bwana, leo tumesimama mbele za Mungu, si kwa sababu ya nguvu zetu, si kwa hekima zetu bali ni kwa sababu ya ulinzi wa Mungu. Wengi walipanga kumaliza mwaka huu, lakini hawakufika. Wengine walitoka nyumbani, lakini hawakurudi. Sisi tuko hapa kwa sababu Bwana alitufunika. Ulinzi wa Mungu hauonekani, lakini ni halisi. Zaburi 34:7, malaika wa Bwana hupiga kambi pande zote za wamchao. Kuna ajali, hatukupata kuna magonjwa hayakutushika. Kuna mashambulizi ya adui hatukuyaona, lakini Mungu alisimama kati yetu na mauti. Kama usingepata ajali, shukuru. Kama ulipona, shukuru. Kama ulipita kwenye hatari, shukuru. Tulipitia mengi, lakini hatukuangamia. 2 Wakorintho 4:8-9, tumetaabika pande zote, lakini hatukusongwa. Tumeshindwa lakini hatukukata tamaa. Tulipitia changamoto za kifedha, tulipitia maumivu ya kihisia, tulipitia vita vya kiroho, lakini tuko hai leo. Maumivu hayakuwa mwisho wako, majaribu hayakuwa kaburi lako. Mungu alikuhifadhi kwa kusudi. Ulinzi wa Mungu ni kwa sababu ya ahadi, si ustahili. Maombolezo tatu, 22, hadi 23. Kwa rehema za Bwana hatujaangamia, kwa kuwa huruma zake hazikomi. Hatukulindwa kwa sababu hatukukosea, tulikuwa watakatifu zaidi, tulikuwa waaminifu zaidi, lakini kwa sababu Mungu ni mwaminifu, kwa sababu rehema zake ni nyingi, kwa sababu anatimiza ahadi zake. Shukrani hufunga mwaka na kufungua mwingine —Zaburi 50:23. Yeyote anayetoa sadaka ya shukrani huniheshimu. Shukrani hufunga milango ya laana, shukrani hufungua milango ya baraka, shukrani huandaa njia ya mwaka ujao. Usimalize mwaka kwa kulalamika, umalize kwa kushukuru. Tunapomshukuru Mungu na kiri kuwa yeye ni mlezi wetu. Kumbukumbu la Torati nane kumi na nane, ukumbuke Bwana Mungu wako maana ndiye akupaye nguvu za kupata mali. Tunaposhukuru tumrudishia Mungu utukufu, tunakiri kwamba hatukujilinda sisi wenyewe. Ndugu zangu, kama uko hai, umevuka mwaka, umeona mwisho wa mwaka huu, basi una sababu ya kuinua sauti yako na kusema asante Bwana kwa kutulinda mwaka huu. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ulinzi wako kwa safari nilizofanya, kwa vita nilivyopitia, kwa hila za adui ulizoninusuru, ninakupa utukufu, heshima na sifa, kuanzia leo na hata milele. Amen, amen.